Yes, mambo vipi? Naitwa Navigator Chinduli. Yes, karibu tena katika vlog zetu, na leo niko zangu mtaa ya ubungo majichumvi ya, ubungo majichumvi. Kama unavyoweza kuona nimekuja huku leo kuja kukuletea reality on the ground ya nini kinaendelea majichumvi, mji huu upoje? Yap, kuna nini zaidi? So ungana nami mpaka mwisho uweze kujionea mengi mazuri yanayopatikana katika maeneo haya hapa ya Ubungo majichumvi. Unaweza ukafika Ubungo majichumvi kutokea katikati ya jiji ukipanda gari zinazotoka Mnazi Mmoja kuelekea Mbezi, zinapita hapa majichumvi. Yeah, so ni sehemu ambayo inafikika na nauli yake ni 700 kutokea katikati ya jiji mpaka hapa majichumvi. So unaweza ukafika, lakini pia unaweza ukafika kwa bajaji, unaweza ukafika kwa bodaboda. Ya, barabara yake kama unavyoweza kuona inafikika. Ya, hii hapa ni Great Hill ndani ya Dar. Ya, yani maanake ukiwa hapa Ubungo majichumvi unaweza ukapata eh, wasaa wa kuiona city center. Nitakuonesha hiyo view ambayo unaweza ukaipata kutokea hapa majichumvi chumzi kuweza kuiona city center. So ndio nipo hapa leo. Yeah. Niandikia kwenye komenti unafahamu nini kuhusiana na maeneo haya hapa ya Ubungo majichumvi ni karibu kabisa na, na kambi ya jeshi mojawapo inapatikana Dar es Salaam, so ni sehemu ambayo ni potential na strategic. Niandikia hapo unaionaje majichumvi na hii inathibitisha kwamba Dar es Salaam sio tu Temeke, Ilala na Kinondoni. Dar es Salaam is everywhere. Huku ni Ubungo tena ni Majichumvi, mbali sana juu. Yeah. Lakini unaweza ukaona jinsi gani kumekuwa kuko well organized and maintained, barabara inatukika kama unaweza kuona. So niandikie kama wewe ni mkazi wa maeneo haya ya Ubungo Majichumvi. Ehe, niandikie sababu za eneo hili la hills kama unavyoweza kuona hill ehe kuitwa kuitwa hivyo Maji Chumvi, so niandikie hapo tuweze kujua kwa nini hapa paliitwa Maji Chumvi, yeah. Ni leo ndio niko huku, ni hill ni katika vilima yani, dizaini kama, dizaini kama upo Kigali ya, yeah. Kwa sababu Kigali ni mji ambao upo kwenye mabonde na milima panda shuka shukuuhi, so hapa pia Maji Chumvi ni sehemu ambayo ina mabonde ni bondeni juu tuseme e, katika muinuko yeah. So niandikia hapo unachokifahamu wewe kuhusiana na Ubungo Maji Chumvi yeah. Yeah, I remind you kwamba ni mji ambao upo karibu sana na kambi ya jeshi yep. So ukifika huku uwe na akili zako timamu ili uweze kusurvive, hata wakazi wa huku wanalitambua wa hiyo. Kwa hiyo ni mji ambao upo karibu sana na kambi ya jeshi kwa hiyo yeah. Usalama umeweza kuimarishwa vizuri sana yeah. Mambo mambo ya yeah, ajabu yeah. Yeah. Cha msingi usisahau kusubscribe like, kulike kucomment na kushare. Mimi naitwa Navigeta Chinduli. Enjoy the view ya maji chumvi ya kama wewe ni mkazi wa maeneo haya, basi niandikie niandikie hapo chini historia ya mji wenu, kwa nini paliitwa maji chumvi? Je, maji mnayokunywa hapa ni ya chumvi au ilikuwa kuwaje, au ni jina tu kama majina mengine? Nachojua mimi majina mengi ya miji ya pwani yana historia zake, so unaweza ukadondosha hapo comment chini, nami nitapita nayo bila shida yoyote. ya naweza ukaona, yap, ndo niko zangu huku Ubungo leo ukaona so, huku ndio nilikotoka kituoni penyewe Majichumvi, tunaendelea yep, huku ukiendelea unaenda kutokea Makoka na maeneo mengine ya. Ya, paka unaenda kutokea Kimara Korogwe y yeah, so hii barabara ni ni kama bypass ukasema au shortcut uh-huh. Yakwenda kutokea Kimara Korogwe yeah. so, ik unaionaje Ubungo maji chumvi? Kuhusu vyumba maeneo haya haitofautiani sana na maeneo yale mengine, kuanzia 35 na kuendelea tunapata chumba na ukaishi huko yeah. So maeneo mengi ya Dar es Salaam yanafanana katika level eh, za maisha tunaweza tukasema, na ukitoa zile ambazo ni sehemu ambazo ni very very important ambazo ni luxury one kama Masaki, ila maeneo mengine wengi yanafanana. Yeah, so hii ndio Maji Chumvi for you 2025 yeah. You can see how it looks like yeah. Chumvi. Yeah, kama nilivyokwambia, unaweza kaona kwa mbali kule ni hill, kutoka, unaweza ukaona skyscrapers za jiji la Dar. Kwa hiyo huku ni juu kabisa, unaweza ukaiona city center bila tabu yoyote hiyo yeah, you. Maji Chumvi for ytutogee tena mbele nikuoneshe vizuri view ya city center kabisa kutokea hapa po unaweza ukaiona ile pale ni view ya city center. Ya. Ni zoom uweze kuiona ni view ya city center. Ya. Ya haya magorofa haya haya kama unaweza kuyaona japo ni mbali haya ya posta, ya posta. So ukiwa huku unayaona bila tabu yoyote ya. So ni miongoni mwa hill ya muhimu sana katika jiji la Dar es Salaam, labda pengine ndio maana wamekuja waka wana kambi ya jeshi sababu kwa sababu hapo unaweza ukaliona kwa chini. yeah, so ni sehemu ambayo ni muhimu sana uh, usafiri huku bwana ni masaa ishirini na nne kama unavyoweza kuona, daladala ni nyingi sana zinazotoka Mbezi na maeneo mengine Mbezi kuelekea mnazi mmoja, lakini pia kuna bajaji ya yeah, so fika huku kishi huku, usio na wasiwasi kufika city center. Aha, utafika, kwa sababu hizi dadala za Mbezi zinapita Ubungo, zinapita Mabibo, zinapita Kigogo mpaka Kariakoo mpaka hapo Mnazi mmoja. So na Mnazi mmoja hiyo ndio Posta ushaingia. So ni sehemu ambayo Ina... una kila sababu ya kuja kuishi, siyo sehemu ambayo remote yeah. Maji Chumvi, yeah. Ubungo huko wazee, yeah. Unaweza ukaona daladala ni nyingi sana, hakuna shida, yeah. Ya usafiri. Hata barabara yao unaweza ukaiona ni ya konkriti eh, yeah. Ni zege kabisa, yaani manake hakuna mbambamba ni barabara mba. Ya zege yeah ambayo imepeviwa vizuri sana. Hii ni miongoni mwa legacy na kazi ambazo zilifanywa na velet JPM kipindi cha uhai wake yeah, ndo alifanya kazi hizi za kuunganisha maeneo mbalimbali mbali ya jiji la Dar es Salaam. Niko juu kabisa on top, kama unavyoweza kuona kwa mbali chini kule yeah. Ni, ni city center. Kwa hiyo huku ni juu juu zaidi yeah. Pia nyumba za ibada zipo. Hili ni kanisa kama unavyoweza kuona. Ehe, kwayo, kwa hiyo waumini wa dini msipate shida, mtaweza kutekeleza ibada zenu bila shaka yoyote. Misikiti pia ipo nitakuonesha yeah, hapo mbele. Kwa hiyo ni sehemu ambayo iko very, very strategic yeah, lakini ni juu mlimani, ah design plan kama huko katika ile Kigali ni kama Kigali fulani juu mlimani. So you can see how it looks l like. Huu ni mtaa wa Mwangibile. Ya, mtaa wa Mwangibile unaingia huku, uh, huku chini mtaa wa Mwangibile na maeneo mengine imitaa E, inaifananisha na mitaa fulani vya Buza kwa Mlanzi. Yeah. Inafanana fanana mitaa hii na mitaa ya Buza kwa Mlanzi e, kutokana na hizi panda shuka. Buza kwa Mlanzi pia iko hivi hivi, kwa hiyo inafanana kabisa e, na nadhani zile barabara za, barabara za Buza kwa Mlanzi zikija zikiisha e, itakuwa kama hizi, sababu inafanana sana sana ha. Ha, he, hapa ndo maji chumvi wazee, ni karibu kabisa na kambi ya jeshi, kwa hiyo e, huku ni kisiwa cha amani maji chumvi, kisiwa cha amani ya, kaona. Dar es Salaam sio tu Posta, sio tu Kariakoo, sio tu wapi, tunaweza tukaita Masaki, Oysterbay na Ubungo Kawe, Kunduchi Dar es Salaam kila sehemu. Na hizo ndio tabia za metropolitan city. Yeah. Inatakiwa kuwa ni kila sehemu, metropolitan city inatakiwa kuwa developed, kuwa na same development katika mji wote yeah. Na hichi ndicho ambacho uh, viongozi mbalimbali wanaifanya Dar es Salaam ili kuweza kufikia hizo sifa za metro sifa za metro wa Afrika mji ambao ni metro, unaweza kusema ni Casablanca. Uh, mji gani mwingine? Cape Town, Cairo. hiyo ndio miji ambayo ni metro ya yeah, so, Dar es Salaam nayo ili iweze kufikia sifa hizi za umetro ni lazima ijidhatiti t... katika miundombinu So, huu ni mtaa wa Upendo kama unavyoweza kuona yeah, na mitaa imezingatiwa. Unaweza ukaona chini ni mtaa wa Upendo kwa yeah, kule kama unavyoweza kuona jeshi, i think ni kambi ile, pale ni sehemu ya kambi ya jeshi. Huku ndo Maji Chumvi, wazi ukaona So, huku ipo juu kabisa, juu kabisa ya Dar es Salaam yeah. So ni sehemu ambayo ni strategically sana katika jiji la Dar es Salaam Maji Chumvi yeah. Niandikie kwenye comment hapo, unaionaje maji chumvi yeah. au kama umewahi kuishi maeneo haya ya maji chumvi, basi niandikie, niambie unaishi mtaa gani? Mimi leo ndo niko huku maji chumvi yeah. kuja kukuletea in details what is going on over here yeah. Niko katika top kabisa eh. Sasa hapa nadhani unaweza ukaiona juu ya Dar es Salaam kwa chini. Sema wewe tusogee tena juu, wewe tusogee tena juu ili tuweze kuona what is going on here. Nataka nikuoneshe katika kilele cha Maji chumvi ambako unaweza kaiona Dar es Salaam ukaiona city center yeah. Unaweza kaona kwa kule kwanza, yep, hii ni hills, lakini kwa kule chini ile ni city center. Hii hapa hii yote ni city center, nadhani unaiona city center. Ehe, hali ya mawingu tu ina inatukosesha uhono, lakini ile kule chini ni city center, nadhani unaweza ukaona yeah. Kwa hiyo ukiwa huku unaweza ukapata view ya city center bila tabu yoyote ile ukiwa yeah, huku juu Maji Chumvi yeah, unaweza ukayaona yale magorofa marefu ya posta bila tabu yoyote ya yeah. So ni hili ambayo unaweza ukaiona Dar yote huku Maji Chumvi y yeah. unaweza ukaona na kwa huku hivi unaweza ukaona ni unyama sana. Kwa hii ndio majichumvi, sehemu ambayo ukikaa utaiona Dar es Salaam bila chenga, bila mizengwe, bila kitu chochote kile. Hii ni Dar es Salaam iwakuu. Ni comment hapo chini lakini hata na wewe unaweza ukaja kutembea hiyo ndio maji chumvi wazee So tuendelee tuweze kuona yanayoendelea zaidi maeneo haya hapa ya maji chumvi. Kipindi hiki ni kipindi cha mvua, so tuna hapa hali ya hewa ishabadilika na mvua inakaribia, kwa hiyo sijijua tutafika mpaka wapi lakini kuna hali ya mawingu kwa sababu tuko katika masika yeah. Lakini hiyo ndio majichumvi ambayo nilihitaji kukuonesha. Tuendelee kuenjoy taratibu taratibu, tuone tutafikia wapi. Uh, ukiwa katika sehemu hii utaiona Dar es Salaam city center bila tabu yoyote hmm.

Watu bado wanaendelea kupata breakfast kama navyoweza kuona kama mambo mengine kama hayo. So naweza ukaona yeah, watu wanaendelea kupata breakfast, bado ni asubuhi ndani ya Dar. Ah, watu wakiendelea kuhemea na kujitetea katika breakfast hii na ile. So unaeza ukaona uh -huh. Kuna malls na plaza uh, kama sio complex za hapa na pale kama hii hapa inaitwa G Plaza. uh, hii hapa inaitwa G Plaza. Napatikana hapa hapa Majichumvi G Plaza. So uh, ni sehemu ambayo ni unyama sana, sio limiti, kama nilivyokwambia, ni sehemu ambayo inafanana tu na maeneo yenu ambayo mmeyazoea kama vile Tabata uh, Mabibo na maeneo mengine. Hii inaitwa G Plaza, unaweza ukaiona, yeah. So unaweza ukafika ukaishi, kuna maduka hapa yeah. G Plaza, kuna maduka, kuna flame, unaweza, kuna sheli yeah. So this is Majichumvi for you 2025 ni sehemu ambayo utaiona Dar es Salaam City Center bila shida yoyote ili yoy. Yeah. Lakini hapa kuna kibao hiki cha Dr. Bibi wa kuunga mifupa ya yeah, watu wa traditional yeah. Napatikana hapa na unaweza ukauja kama umevunjika ume ukamtafuta yeah. Tazama mwenyewe hii barabara jinsi gani nafsi inaonekana barabara fulani hivi yeah, ambayo ilitengenezwa na ikatengenezeka yapa mwenyewe, nadhani unaona hii barabara ya majichumvi kuanzia esteno makuburi ya yeah, mpaka kwenya kutokea Korogo ni barabara fulani ambayo iko yeah. Safi sana yeah. Lakini hapa pia kuna hizi hapa hizi za kuwekea maua aha, na mambo mengine kama hayo. So unaweza uka kafika ukanunua ukaenda kuweka maua kwenu. yeah. Maji chumvi juu kabisa ya Dar es Salaam. Hills. Yaani hill yeah, ambayo ukisimama unaiona Dar es Salaam yote. Yeah. So you can see what is raw, what is going on. Yeah. Kibabala kama nilivyokuambia ni shortcut ya kwenda kutokea Korogwe, then unachukua Morogoro Road safari Mbezi na maeneo mengine. Huu mtaa unaitwa mtaa wa Amani, kama unavyoweza kuona, pale ni mtaa wa Amani, umeingia huku chini yeah. na majina yake ya mitaa yanapendeza, Upendo, Amani, Amani yeah, so lakini pia hapo kuna kuna kibao hiki cha kanisa, lakini pia na ukumbi wa mikutano hapa. Pia kuna mall kuna eh, kitu fulani hivi ya yeah, so unaweza ukaona ni jinsi gani kuna fanania ya naweza ukaona ni kwa vipi kuna kuna fanania ya yeah. ni milimani ni mabondeni, ehe, sehemu ambayo sehemu ambayo watu wanaishi, ukaona juu ya vilele vya milima vyamb vilele vya miinuko ya jiji la Dar es Salaam. Hiki ni kimojawapo, maji chumvi. Endelee kuenjoy maeneo ambayo huwezi kuyaona kwa rahisi kwa watu wengine. So cha msingi kama bado hujasubscribe, subscribe hapo chini, lakini dondosha comment yako, ungetamani nikupeleke wapi zaidi, lakini vilevile eh, like. like ili video iweze kwenda mbali yeah, na sisi tupate nguvu ya kuweza kufanya zaidi na zaidi ya yeah. Hiyo ndo maji chumvi. ya yep. so you can see kuna gani kunaonekana yeah this is Maji Chumvi for you ndani ya Ubungo milimani juu kabisa katika vilele vya milima. Ya, alama za barabarani zimezingatiwa sana katika maeneo haya, kama unaweza kuona zebra ya, katika sehemu muhimu ambazo watu wana inapatikana inip, kata ya Kisukulu. Kama unaweza kuona hapa ni msikiti eh, kata hii ya kataya, Kisukulu. Kisukulu hii ni tabaka, so hii maji chumvi imegawanyika labda kuna upande wa Ubungo na upande wa Tabata ambayo ni Ilala, so sasa hivi nakaribia kuingia katika koni ya Ilala yeah. Kisukulu yeah. hii ni Ilala hii, bila shaka kwayo, kwa hiyo wenzetu tuendelee, kwa nishavuka wilaya moja naingia katika wilaya nyingine yep. Hii yote ni katika kukuletea wewe video kali na zilizokuwa informative yeah, so mi nachokushauri, hu mtaa unaitwa mtaa wa Arusi, mtaa wa Arusi yeah. E, mi nachokushauri ni kwamba uweze kufika na kuweza kuishi kama unahitaji kuishi, basi ni maeneo, miongoni mwa maeneo mazuri aina tofauti na maeneo ya Kinyerezi, Kifulu ya na maeneo kama hayo ya Tabata. E, yaani ndio ilivyo jiografia yake inafanana na maeneo haya ya so unaweza ukafika ukaja kuishi huku, ni sehemu fulani ambayo ni unyama sana, kama unavyoweza kuona ni katika mabonde na milima miinuko ya hapa na pale juu kabisa. ya so, hiyo ndio Maji Chumvi na viunga vyake, yeah, an kafika ukaja kujificha huku kwa sababu barabara ya kwenda mjini inapitika bila rabsha yoyote, kama unavyoweza kuona ni barabara ambayo inapitika. Mheshimiwa JPM alifanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha, yeah? anaiunganisha Dar es Salaam, maeneo yote ya Dar es Salaam na city center yeah. Alifanya kazi kubwa kwa kisha, anaiunganisha Dar es Salaam kwa kila pande, kwenda city center so. So unaweza so, kuona what is going on over here ya yep, unaweza kuona eneo linauzwa, unaweza kufika ya yeah, eneo linauzwa, kuja kununua Unaweza ukaona advertisement factor.